Kwanza ametoa assist kwa, kwa Rushin de Rock, la pili amefunga goli, la tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni jambo la faraja, lakini goli jingine ambalo limetufurahisha ni goli la Rushin de Rock. Pamoja na ubora wake ambao tumekuwa tukiufahamu wa kulinda, lakini leo ametuonesha kitu kingine, ya kwamba uwezo wa kufunga vile. Hii leo amefunga bonge moja la heda, na amekuwa mchezaji kwanza kufunga goli kwa upande wa Simba kwenye ligi kuu ya NBC ametukumbusha mbali kidogo, yaani kama coincidence ya kufanana hivi. Msimu uliopita mchezaji wa kwanza kufunga bao kwa Simba Sports Club kwenye ligi kuu ilikuwa ni Shema Alon Fondo, ambaye alikuwa ni beki wa katikati, na hii leo mchezaji wa kwanza kufunga bao ndani ya Simba Sports Club amekuwa ni beki wa katikati Roshin The Rock; ukipenda muite The Rock. Ni faraja kuona kwamba kazi kubwa anayoifanya ya kuzuia, lakini pia ana uwezo, ana uwezo wa kufunga. Lakini goli ambalo limetufurahisha zaidi sana ni goli la Jonathan Sowah, ndio mshambuliaji wetu kinara amefunga hii leo. Tumejisikia faraja kweli kweli unaposajili mchezaji bora kama yeye unapomsajili mchezaji na kumpa jukumu la yeye ndio kuwa eh, kinara kwenye eneo la ushambulizi alafu akifunga bao lake la kwanza katika timu yake mpya ni jambo la, ku, la, ku, la, ku, la kutia faraja kweli kweli. Na baada ya kufunga goli lile Soa, unaona kabisa konfidensi yake ikaongezeka, na baada hapo akaendelea kusumbua safu ya ushambuliaji kwetu Wanasimba mech ya leo, furaha yetu imebalanse imebalansi kwa sababu kila kitu kimekwenda vile ambavyo tulitaka sisi kiwe, tulitamani na mwalimu vilevile angepata nafasi ya kuingia akafunga, lakini tayari sawa, ilikuwa imesha imeshakamilika yote kwa yote, we are very happy. Our boys wamefanya kazi nzuri. Sasa macho mbele kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Yeah, Morris Abraham ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Uh, imeonesha ni, ni, ni, ni kwa namna gani eh, tuli, tulimwamini huyu kijana mdogo. Muda ambao ameingia, ameonesha utofauti mkubwa sana. Anachukua mali, anaondoka, anapasia, anafungua, na amekosa magoli kama mawili hivi, rebound zile ambazo angepiga sawasawa, ilikuwa inakula chuma ya, ya nne na chuma ya tano. Morris Abraham ni kijana mdogo mwenye uwezo mkubwa na kipaji halisi cha mpira wa miguu, tumemwamini Simba Sports Club, na anavyoendelea kupata confidence ya kuchezea timu kubwa, anavyoendelea kuaminiwa na kupewa game time. Morris Abraham for Ballon d'Or. hatua <laughs> inayofuata ni kimataifa. Kesho kutwa wana Simba wanakwendaje huko, lakini pia ikiwa bado hajatoka taarifa rasmi kama watahudhuria mchezo ama ya baada ya mechi ya leo moja kwa moja tunarejea tena e, kambini kwetu Mbweni kwa ajili ya kuendelea na maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 28 ligi like ya mabingwa wow. E, taarifa rasmi, taarifa kamili tutaitoa kesho kuhusiana na maandalizi ya mchezo huo na mustakabali wa mashabiki kuelekea katika mchezo huo kesho. Mwenyezi Mungu akitujaalia, mapema saa nne asubuhi tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari tuwaeleze mipango mizima kuelekea katika mchezo huo sanjari na safari ya wapinzani wetu Gaboroni United ambao tayari wameshaanza safari. Kesho tutawaambia wanaingia lini Dar es Salaam pamoja na maandalizi yake kwa ujumla. Ahmed, mchakato wa Yeah, very soon, eh, kocha mpya atapatikana kwa sasa E, viongozi wetu wanaendelea na mchakato wa kuangalia nani bora zaidi anatofaa ndani ya Simba Sports Club. Na tunaamini e, baada ya mechi ya tarehe 28 kwa maana ya Jumapili hii inshaallah, tutakuwa kwenye nafasi nzuri baada ya hapo kusema nani e, anaweza kuja kuwa kocha wa Simba Sports Club. Na ndio maana naona e, taarifa yetu tulioitoa ni kwamba e, mechi ya ligi ya, ya mabingwa Afrika ataisimamia mwalimu Hemedi Suleiman Moroko baada ya hapo mechi zinazofuatia baada ya hapo, tunaamini kabisa kocha mpya atakuwa ameshapatikana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi wanasimba, kuwatoa hofu wanasimba ya kwamba very soon kocha mpya atapatikana na atakuja kuanza majukumu yake. Hatujafumba macho tangu mwalimu Fadlu ameondoka wa wala hatujameza mate tangu mwalimu Fadlu ameondoka, tumekuwa tukifanya kazi ya kupitia E, mwalimu mmoja baada ya mwingine mwalimu twende tukamchomoe wapi aje afanye kazi ya Simba Sports Club. Na niwaambie ama niwahakikishie wana Simba kwamba kwanza e, katika timu ambayo inaongoza kwa kuleta makocha bora ni pamoja ni Simba Sports Club Tanzania hii. Kwa hiyo wawe watulivu, katika eneo ambalo huwa hatukoseagi ni kwenye eneo la kuleta makocha wazuri. Kwa hiyo very soon watamuona kocha mpya wa Simba na atakuwa ni kocha katili, kocha hatari, vibaya mno, kocha ambaye atakuja ku, kuiboresha timu yetu na tufanye vizuri zaidi ndani na kimataifa. Maswali, maswali, ndio ndio bwana fumbo, na katika swali, katika swali mwingine, maswali, maswali, siwezi kusimama hapa maswali mawili Latifa, ya, mpanzu lazima iwe wa kweli, hajafikia ile, ile top level yake ambayo sisi wana Simba tunajua. Uzuri ni kwamba mpanzu, eh, kuna vitu ameshatuonyesha na uwezo wa kufanya, kuna ubora ambao sisi tunaojua mpanzu nao, eh, msimu huu kwa mechi hii ya kwanza bado hatujauona uona huo na ndio maana unaona hata walimu wanampa muda wa kutosha ili aendelee kuimarika na kurejea kwenye ubora wake. Na, na, na, na, na sio mpanzo peke yake e, wapo wachezaji wengi ambao wameanza kwa, kwa levo ya chini ambapo wanakuwa wanapanda wana taratibu taratibu. Kwa hiyo watu wasiwe na mashaka e, ameanza. Unajua, wachezaji wanatofautiana wana e, e, kuna ambaye kiwango chake kinaweza kikabaki pale pale kama Jean Charles Ahoua kuna ambaye anakuja kiwango kimeongezeka zaidi, alafu kuna ambaye kiwango chake kinaanzia, kinaanzia chini ehe. Kwa hiyo mpanzu im, am, ameanzia levo ya chini lakini anapanda taratibu sasa. Huyu mpanzu ambaye bado hajafikia haja kiwango chake leo, ndo ametoa asisti moja. Kwa hiyo anavyozidi kuimarika anavyozidi kupata muda wa kucheza fitness ikaimarika, atakuja kufanya bala. Na huu ndio msimu wa mpanzu, kumbukeni niliwaambia eh, kwa sababu msimu uliopita aliingia katikati. Msimu huu tumeanza naye kwenye nawaitu, maana yake ni kwamba msimu huu mpanzu ana muda mwingi wa kutosha wa kufanya balaa kubwa. Tumeshuhudia pia eh, Morris Abraham anajua mpira yule, nyinyi si shangae kwa nini alikwenda Ulaya. Nakwambia, na wazungu wanamlilia mpaka leo. Morris Abraham ana kiwango cha hali ya juu sana. Dakika chache ambazo amepata hii leo, memwona ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana hii leo, kiwasha taa katika interview, au wenzako tayari wanakuosha set light. Kwa hiyo unanibabua <laughs> Kwa hiyo Morris Abraham dakika ambazo amezipata hii leo ameonyesha utofauti mkubwa sana, ameonyesha uwezo wa kiwango cha hadhi, namna ambavyo anapokea mali anaondoka, na namna ambavyo anafika kwenye final third ya mpinzani kwa haraka sana. Angalia rebound karibia mbili, rebound ya soa wa kwanza kwenda kucheza alikuwa ni Morris Abraham. Rebound ya Neo Maema wa kwanza kwenda kucheza alikuwa ni Morris Abraham. Maana yake ni kwamba ana splinti kwa haraka sana, yaani yuko yuko mbele ya wakati mbele mbele yao, Morris Abraham, na akiendelea kuaminiwa na kupewa nafasi ya kucheza atakuja kuwa mchezaji tishio sana. Mimi niseme tu, namuona Morris Abraham for Ballon d'Or, Ballon d'Or wa eh? eh, msimu unaokuja msimu huu tunaouanza namuona kabisa eh. hmm. Anakwenda kunyang'anyana na Osman Dembele kwa, kwa pira biriani ililopigwa leo. Tutarajie kuona wazawa sasa wakiachua timu moja kwa moja ama kuna kocha mwingine wa kigeni kutoka nje? Tupo kwenye mchakato mm -hmm. wa kutafuta kocha mpya na tupo kingoni kabisa eh, very soon eh, baada ya mechi yetu eh, ya Jumapili dhidi ya Gaborone United, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema mwelekeo wetu ni upi kwenye, kwenye, kwenye bench ln na kwenye kutafuta kocha tunakotafuta, hatuangalii eh, kabila la mtu. Kama wewe ni kocha mzuri mwenye viwango vinavyotakiwa na Simba, tuna imani na wewe na ubora wako, Simba tutakuajiri, haijalishi umetokea umetokea wapi. Kwa hiyo, kama una kocha mwambie alete maombi yake, tuje tuyapitie, tukiridhika naye tunampa kazi Simba Sports Club. Tunachokiangalia ni ubora wa mtu, kwa sababu Simba yetu inahitaji mafanikio makubwa, hivyo lazima tupate kocha Hmm. Na miongoni mwa makocha hawa pia ni miongoni mwa majina ambayo yapo pale Simba. Gamondi ni mwajiriwa wa Singida Black Stars, ni nisingependa kumzungumzia mwajiriwa wa, wa, wa, wa, wa timu nyingine, lakini nachoweza kusema ni kwamba eh, tupo kwenye huo mchakato wa kutafuta kocha bora. Kwa hiyo akiwa bora yoyote yule Simba tuta, tutafanya mazungumzo naye ili aje aje ku